Kongamano la kitaifa la mashirikisho ya biashara na kiviwanda mwaka 2025 limeanza rasmi leo hii katika jiji la Nairobi. Kongamano hili likiwaleta pamoja wawekezaji wa, wa shikadau na viongozi kutoka kwa zaidi ya mataifa sabini. Rais William Ruto akifungua kongamano hilo amesema kuwa bara la Afrika lina soko kubwa la kibiashara la takriban watu bilioni moja nukta nne na lina uwezo wa kujikuza lenyewe kwa ushirikiano unaofaa. The Africa Continental Free Trade Area brings into being the largest single market

Rais William Ruto akisema kuwa uchumi wa Kenya mwaka jana ulikuwa kwa asilimia tano nukta sita licha ya kuwa na changamoto ibuka, hayaje kitokana na ukulima na pia uzalishaji wa kiviwanda, biashara za wastani zikiajiri watu asilimia themanini. Kenya's economy for example last year grew by 5.6% outpacing global trends. Key sectors like agriculture, services and manufacturing

Aidha, rais amedokezea kuwa serikali za kaunti zinafanya vyema zaidi kufanikisha maendeleo, akisema kuwa ni lazima ziendelee kuunga mkono wafanyabiashara kutoka nchini na kufanikisha mifumo ya kuleta mabadiliko kibiashara.

Through collaboration, investment, good governance, private sector innovation, and a reform-driven approach, we are ready for takeoff. Ni kongamano ambalo limeshabikia uwezo wa bara la Afrika kibiashara na kuwarai wawekezaji kuwekeza nchini na pia barani.